Miongoni mwa jambo linaloendelea kwenye mkutano ule, ni wanamchangia mwanachadema anaitwa Sigrada Mligo, mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Mbrigo, mwenezu, wanawaji, taifa, wanamchangia kwa kile kilichosemwa na askofu mwana mapinduzi kwamba mtu huyu alipigwa na wanachadema wenzake kwenye kikao cha ndani. Sasa jambo hilo la eh, alipigwa au wakupigwa liko polisi liko kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna siku tutakuja kujua kama kweli alipigwa au hakupigwa, lakini mimi leo muda huu nataka tuzungumze jambo moja, huyu makala na CCM ambao wako kwenye mkutano wa hapa baadaye, wazungumzie maisha ya Watanzania. Wao wanamchangia mwanachadema, wanasema amepigwa. Sasa nimkuulize makala na CCM yako ni lini mlimchangia, mliichangia familia ya Mzee Ali Kibao ambaye baba yao alitekwa kwenye basi akaenda kuuliwa kifo cha kinyama kabisa? Tisoka, mwenyekiti wa bibi yake BAVICHA Temeke. Soka wazazi wake walifariki akiwa ni mtoto mdogo sana, amelelewa na bibi yake bibi yake kila siku ya Mungu analia mjukuu wake amuone alipo. Kwa nini CCM na makaa hamna huruma ya kuwachangia watu wa namna hii? Sisi Chadema, CCM wameua mgombea wa wenyekiti wa kitongoji kwa Manyoni, CCM hawajawahi kumchangia. Kijana wa Chadema kwa Tunduma kwenye uchaguzi wamemuua, CCM na serikali yao CCM hawajawahi kumchangia. Sasa nitumie fursa hii kuambia CCM na Chama cha Mapinduzi hiyo huluma na mtu mwingine. Nimesikia eti kamu mwenyekiti, nimesikia kuna mtu anaitwa Asas naye kachangia milioni moja. Asas hiyo milioni moja unayo kwa sababu sisi Watanzania tunanunua bidhaa zako. Ina maana sisi ni wajinga? Nataka Watanzania wafanye mgomo wote kuhusu biashara zake. Yani Asas anafurahia haka zinazofanywa na CCM kuhusu maisha ya Tanzania. Sasa sisi baraza la vijana wa Chadema tunasema, CCM huku kuwashwauashwa kwenu hatukutaki. Kuhusu maisha ya watu, kama mna huruma, kila tukio linalotokea kwenye taifa hili mlipime kwa uwezo sawa. Hilo limeisha. Naomba niseme mambo mawili kwa haraka haraka. Jambo la kwanza, kwenye taifa hili kila kinachotokea utasikia mama anaupiga mwinyi, mama anaupigwa mwingi, likijengwa tundu la choo, mama anaupiga mwingi. Sasa ndugu zangu, watu wa Ilula, jana mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amesema deni la taifa hili ni trilioni 97.35. Rais Magufuli wakati anatoka madarakani, Magufuli wakati alifariki tarehe kumi na saba mwezi wa tatu, deni la taifa lilikuwa ni trilioni sitini na moja pointi saba. Wakati anaingia madarakani deni la taifa lilikuwa ni trilioni arobaini na saba. Kwa kifupi miaka sita aliyokaa Magufuli alikopa trilioni arobaini na tisa pointi saba. Mama Samia kwa miaka sita aliyokaa amekopa trilioni thelathini na tano pointi sitini na tano. Kumbe minne aliyea sita ni nani? Magufuli huyo amekaa miaka minne, amekopa trilioni 35, miaka minne trilioni 35 amekopa. Deni la taifa ni trilioni 97.35. Kwa maneno mengine, kama amjui wa Tanzania milioni 64, mlopo nyinyi hapa, kila mmoja wenu anadaiwa milioni moja na laki tano. Ukichukua trilioni 97 ukigawanya kwa Tanzania milioni sitini na nne maana yake nyie hapa wote nyie wote, kila mmoja wenu atadaiwa milioni moja na laki tano, ukikutana paka vitoto mpaka mtoto mwenye mwaka mmoja. Sasa ukikutana na mtu yoyote anakwambia mama anaupiga mwingi, mwambie kasome Wagalatia tatu moja mwambie wewe, mwanairula usena akili, ni nani kakoroga ca anasema sema hii dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya bilioni kumi na mbili pointi arobaini na nne vimeharibika kutokana na ucheleweshaji wa matumizi. Yani dawa zimenunuliwa, halafu mtu ameshindwa kuzipeleka eneo husika. Tumepata hasara ya bilioni kumi na mbili pointi arobaini na nne halafu watu wa Ilula mnahangaika, hamna dawa. Ukikutana mtu anakwambia mama anaupika mwingi, mwambie wewe, mwanailula, usina akili, nani aliyekuroga? Mheshimiwa makamu mwenyekiti, hizi trilioni 97 wanakopa ili uweje? Wanakopa wafanye mambo ya maana, kopeni basi jengeni viwanda, kopeni basi wekeni miundombinu mizuri, vijana wapate ajira. Wao wanakopa wanasema eti goli ya mama, yaani unakopa alafu unakuja kugawa milioni 5 5 kwenye mipira. Hivi ndio nakili au? Matoto atakaye kwambia mama anaupia mwingi, mwambie ewe mtanzania usiye na akili ni nani aliyekuloga? Policy Forum wanasema kwa kila mwaka vijana wanaoingia kwenye soko la ajira ni milioni moja, wanaopata ajira ni kati ya vijana elfu arobaini mpaka elfu hamsini. Wako vijana zaidi ya laki tisa na elfu hamsini wako mtaani hawana kazi. Wao wanachoweza kukifanya CCM ni kuwekenikia baada ya nyumba tatu madubu mnayojua madubu yaleyale ma, yale ma, ma, mchezo ya kamari wa Wachina ea mnaita, basitunaita madugu Wachina. Siku ya Mungu wanakusanya hela zenu, wanapeleka kwa, wanaendelea kutajirika. Nyinyi vijana webaadapeni ajira, wanawapa hayo madugu. Mtu akikwambia ama naupiga mwingi, mwambie ewe Mtanzania usie na akili, nani aliyeku Ndugu zangu aairula, haya yote yanafanyika kwenye taifa hili. Huo mwingi tunaoombea wanaupiga, wanajua wameingia madarakani kwa sababu hamjawachagua. Mliopo hapa wote, diwani aliyopo mjamchagua, mwenyekiti ajiji aliyopo mjamchagua. Chadema tunasema na vijana wote hapa, mwaka huu usipo kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, uchaguzi usiwepo. Mtauzuiaje? Kila mmoja atafute njia atakayohakikisha hakuna atakayekwenda kwenda kupiga kula na uchaguzi usiwepo, kwa sababu uchaguzi uliopo kwa sasa wanautumia kutuonea na kutufanya maisha yetu yaendelee kuwa magumu. Tutarudi kama baadhi, tufanye mkutano mwingine hapa. Leo tulikuwa tu tunafuatia njia kidogo, makamu mwenyekiti kido wa chama aje azungumze na nyie, kucheni ngumi tuagane.